Kwa kifupi, hamna timu ya Tanzania yenye kundi jepesi mm. Ila ila kitu ambacho mimi kampista na marusi likuwa natamani niseme hapa kwenye, mm. kwenye haya makundi mm. Kuna mambo mawili ya msingi sana kwa vilabu vya Tanzania. Moja ni uhakika mara, mara nyingi limekuwa likifanywa kwa maana ya kuchakata zile hesabu za mechi ambazo unaziweza mm -hmm. Mechi ambazo una, unaweka malengo ya kwamba hizi Hmm. Azam FC achakate kundi lake vizuri sana na kuziona hizo mechi za hivyo hmm. uh, Singida achakate vizuri. Young Africans, Simba pia wachakate vizuri kitu ambacho nina hakika uh, wanafanya lakini kitu cha pili ambacho ni muhimu sana na kimekuwa, si dhani kama kinafanyika effective hmm. ni kufuatilia vizuri wapinzani tukawafahamu yeah. Yaani kufanya uh, kuwa na watu ambao watafuatilia mechi za wapinzani, isiishie tu kutazama hizo mechi za wapinzani kwenye TV kwa labda kwenye video kwa wale ambao wana access ya kuziona, lakini pia ikiwezekana kwenda kuwatazama kwenye ligi zao wa watu wanachezaje mm. Young Africans wafanye hivyo kwa wapinzani wake. Simba wafanye hivyo kwa wapinzani wake. Azam FC mpinzani mmoja anatoka Kenya tu hapo, unafanya hivyo kwa wapinzani wako mm. Singida Black Stars pia muhimu sana kuenda kuwafuatilia hawa wapinzani sasa hivi. Afrika kumekuwa kuna surprise nyingi sasa zimekuwa zikijitokeza mm. hasa kwa a, a, ku, kwa hawa majiant wanapokutana na timu ambazo zinaitwa ni timu za kawaida yeah. Yeah. na surprise hizo zinasababishwa na nini? Ni hizi timu za kawaida mara nyingi zimekuwa zikifanya kazi nzuri sana ya kuwafuatilia wakubwa. Mm. Yaani, leo hii timu inaambiwa ina mechi dhidi ya Al Ahli. Timu inaambiwa imepangwa kwa sasa hivi dhidi hata ya timu kama Young Africans. Dhidi ya Simba, dhidi ya Esperance Sportivo, wanatumia nguvu zao zote kuwafuatilia, kuwajua Esperance wakoje, kwa sababu kwanza wana access nzuri ya kuona video zao, ligi zao, ni timu maarufu hata wachezaji unakuwa unawafahamu vizuri. Lakini mara nyingi hawa wakubwa wa hawachangi vizuri karata zao kuwafuatilia hawa mm. wadogo wakoje, wana ubora mm. sehemu gani, na ndio maana zinatokea ulikuwa unanipa surprise ambazo wale manyama walizofanya wali, wali, wali mm. msimu uliopita kwa, kwa Mamelodi na Raja. Sasa unakuta zile surprise kaka, ni kwa sababu wale jamaa wao wanawafuatilia effective Raja mm. wanawafuatilia vizuri sana Mamelodi Sundowns yes. lakini Mamelodi anakwenda kucheza na, na, na, na wale kwa rekodi za kawaida tu. hmm. kwa kam, kama ndo yeah, mimi yeah. ndo nitakuwa timu ya kwanza kiwanjani yeah. nakwenda kupanga hesabu zangu, mambo yakiwa magumu plani itabadilika, kipindi cha pili nitafanikisha mchongo wangu. hiki mm. ni kitu ambacho sasa hivi cha kukikataa sana. Mfuatilie mpinzani wako kikamilifu, vinginevyo hmm. unaweza ukajikuta unakumbana na surprise nyingi sana ambazo zinaharibu hesabu zako.